Kwa majina naitwa Zahara Omari Kihwelo, ni mkurugenzi wa Mandela Furniture Company Limited ambayo iko hapa mjini Iringa ndani ya manispaa ya Iringa. Tuko katika mtaa wa viwanda, eneo linaitwa Kibwabwa. Tumepewa kazi hii ya kutengeneza jeneza la wapendwa wetu Maria na Consolata ambao walifariki ile siku ya Jumapili. Kwa hiyo tumepokea kazi hii kama changamoto kulingana na kazi yenyewe ilivyo, kwa jinsi ambavyo wale wenzetu walivyokuwa, kwa sababu hatujawahi kufanya kazi kama hii, lakini tunashukuru tumefanikiwa kuifanya, na kulingana na ambavyo tumeaminiwa. Na tumeaminiwa kwa sababu ya kazi ambazo tunazifanya katika kiwanda chetu, tunafanya kazi zenye ubora na za kiwango cha juu. Kutokana na changamoto hii, pengine labda imewatumia ime, ime, ime muda gani ili kudesign mchoro ya jeneza? Uh, design ya jeneza imetutumia kama <coughs> nusu siku, ila kutengeneza ni siku moja. Labda ramani sasa ya huo mchoro ni nani ambaye ameitoa? Kwa kweli ramani tulipewa, tuli maelekezo na mheshimiwa mkuu wa wilaya lakini katika maelekezo yake na sisi tukampa ya kwetu, basi hatimaye tukapata mchoro, wa, mchoro mmoja ambao unatakiwa uwe na baada ya hapo tulienda kunda, tuliweza kwenda kuchukua kipimo kwa marehemu kwao, tumetumia kipimo kile na design ambayo tulikuwa tumeiandaa ndio kupata jeneza ambao, ambalo ni moja, lakini watahifadhiwa watu wawili. Pengine unaweza tuambia lina ukubwa gani hili jeneza lakini pia lina upana gani na urefu gani jeneza? Hili lina urefu wa sentimita 168 na lina upana wa sentimita 100 na kina ni sentimita 85, na ni sanduku la tofauti, kama ambavyo na nyinyi wenzetu mmelishuhudia, lakini tumejitahidi kadili tulivyoweza kama ambavyo mmeliona. Labda pengine ni mafundi wangapi ambao wamehusika katika utengenezaji? Uh, mafundi waliohusika hasa hasa ni watatu, lakini baadaye kulingana na muda, basi tumeshirikisha mafundi zaidi ya watatu. Ndiyo. Labda hapo awali nimeshawahi kutengeneza kitu kama hiki? Hapana, hatujai hatujai kutengeneza sanduku kama hili, kwa kweli ni la kwanza kabisa katika kiwanda chetu lakini tumekuwa tukitengeneza masanduku ya aina mbalimbali. Changamoto tulioipata ni jinsi ya kulidesign sanduku lenyewe, kwa sababu tuliambiwa hawatenganishwi wale marehemu, watakaa sanduku moja. Sasa na jinsi maumbile yao yalivyo kubwa, kwetu ilikuwa changamoto kwamba tunalitengeneza sanduku la namna gani, lakini tunashukuru, tumefanikiwa kudesign vizuri na tunaamini tutawahifadhi vizuri. Jeneza hili lina gharama ni, tumechangiwa gharama ya vifaa kutoka kwa wahusika ambao walituletea hii kazi. Kwa sisi tumeongeza nguvu tu kwa ajili ya utengenezaji. Makadirio, naweza ikafika labda shilingi kwa makadirio inafika milioni moja na laki moja, ndiyo na matilio ambayo yanatumika katika kutengeneza ama kutengeneza au kudizaini jeneza hili ni matilio ya aina gani, na je yanaweza kuhimili uzito wa marehemu? Ndiyo, tumetumia mbao ambazo ni mbao ngumu, kwa hiyo zina uwezo wa kuhimili uzito wa marehemu.